Aya 30 hadi ya 35. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Wayahudi walimwambia Yesu, "Unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa." Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale Yesu akawaambia Amin, amin, nawaambieni. Si Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, ndugu wapendwa, karibuni tutafakari pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyotoka kusikia hivi punde. Tuongozwe na adhima isemayo, unakula mkate au unapokea mwili wa Kristo? Somo la kwanza siku ya leo kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya saba aya hamsini na moja hadi sura ya nane aya ya kwanza linaongelea kifodini cha Mtakatifu Stefano, ambaye tunafahamu yeye ni shahidi wa kwanza wa kufa kifodini. Mara nyingine wanasema jina huumba, ukiitwa tabu pengine utakuwa mtu wa tabu. Yeye aliitwa Stefano, ambalo jina hili katika asili ya neno la Kiyunani linasomeka kama Stefanos, ambaye maana yake ni crown, yaani ni taji lile la kifalme analovaa mfalme au malkia. Ni sawa na neno lile lile la Kirumi, yani Kilatini, corona, ambayo ni crown taji anayovaa mfalme au malkia. Hivyo kwa kuitwa kwake Stefano, pengine imekuwa ni bahati kwake kuwa shahidi wa kwanza Wakufa kwa ajili ya ukweli wa Kristo, ukweli wa Injili aliyoihubiri Kristo. Ni mwaliko kwetu sisi, majina yetu mema yenye maana nzuri tuishi. Kama unaitwa furaha uwe furaha kwa watu, kama unaitwa faraja uwe faraja kwa watu, usiwe kinyume. Uwe ni mtatuzi wa matatizo na sio mletaji wa matatizo katika mahali unapoishi. Katika somo la injili siku ya leo hatuwezi kuepuka kutokuongelea kuhusu chakula, na ndio maana na ndio maana adhima ya leo kama nilivyosema hapo mwanzo, tuongozwe na adhima isemayo, unakula mkate au unapokea mwili wa Kristo? Leo Yesu anajisema kinagaubaga. Hii ni sura ya sita ya injili ya Yohane ambayo tulianza siku ya Ijumaa na tutaishi nayo wiki hii yote. Kristo anapoongea kuhusu mwili na damu yake kuwa chakula cha uzima na kinywaji cha uzima ambacho ndio ekaristi takatifu. Iko hivi, katika maisha ya kawaida mwanadamu huhitaji chakula, ili chakula kile kiweze kumeng'enywa na mfumo wa chakula na kiweze kuzalisha virutubisho vitakavyotufaa kwa ajili ya ukuaji wa mwili na maendeleo ya mwili kiujumla. Halikadhalika katika maisha ya kiroho pia Kristo alifahamu ya kwamba ataondoka lakini anatuachaje? Alituachia mwili wake ambao ni chakula na kinywaji cha kweli ili vitupe nguvu katika safari yetu ya maisha ya mahujaji hapa duniani, katika bonde hili lililojaa huzuni, furaha kidogo lakini mahangaiko mengi, ingawa ni ya kupita, nalo ni hapa hapa duniani tunapoishi. Ndugu wapendwa, swali ambalo mimi napenda tujitafakari siku ya leo na ndio liwe sehemu yetu kubwa ya kujiuliza siku ya leo, je, ninapoenda kukomunika, ninakomunika nikiwa na stahili? Ninaupokea mwili wa Kristo nikiwa na mastahili? Mara nyingi kweli, wakati wa komunyo, watu wanapanga foleni na kweli wanaenda kukomunika, lakini, ninaenda kula mkate au ninakwenda kupokea mwili wa Kristo? Kwa mara chache ambapo tumeenda kukomunika tukiwa hatustahili, tukiwa tuna dhambi za mauti, tukiwa na vinyongo na wenzetu, tukiwa na dharau na wenzetu, tukiwaona wao hawafai, wao hawajui, sisi ni bora kuliko wao, tukiwa na maisha ya dhambi, maisha ya mazoea tuliyoyahalalisha na kuyaona kwamba hayo ndiyo maisha sahihi, pale kwa kweli tumekula kama mkate, hatujaupokea mwili wa Kristo kwa sababu tulicho kila hakijatusaidia. Ni sawa na unapewa chakula kizuri, lakini unakiweka katika chombo kichafu. Lakini Kristo leo anatualika anaposema, mimi ni chakula cha uzima, yeyote ajaye kwangu hataona njaa kabisa, na yeyote aniaminie hataona kiu kamwe. Yesu anaongea maneno haya kwa kumaanisha katika utimilifu wa nafsi yake roho yake, moyo wake na akili zake, akiwa timamu. Haongei ili mradi anaongea, bali anaongea maneno ambayo anajua yana maana. Mwaliko kwetu sisi tumpokee Kristo katika maumbo ya mkate na divai tukiwa tunastahili bila shaka. Wale wanaosema kwamba mbona sisi tunakomunika mkate peke yake hiyo damu vipi, jibu rahisi ni kwamba popote penye mwili kuna damu. Kwa hiyo katika chembe ndogo ya mkate unayoipokea kuna damu pia tunayoipokea pale, kwa sababu huu ni mwili wa Kristo na umeshaungana na damu yake moja kwa moja. Sio lazima mpaka uchove, mahitaji ya mahali pia yanaweza yakajionyesha kwamba yatosha kukomnika mwili wa Kristo, lakini tuamini kwamba damu ya Kristo pia tunaikomnika pale. La hasha, siku inaporuhusu basi tunakomunika mafumbo yote mawili. Lakini nini tufanye tunapogundua ya kwamba tunaenda kukomunika, lakini hatustahili, tuna makandokando na pengine tuna dhambi ya mauti kabisa? Jibu la swali hili ni sawa na yule anayejiuliza kwamba mimi naenda kuvaa nguo nzuri, labda ni suti safi kutoka Uturuki, au yule anaenda kuvaa wigi safi kutoka labda Brazili, lakini nywele ni chafu, zina majasho, au yule anayevaa suti hajaoga mikono inaonekana kabisa ina masizi miguu ina matope na kadhalika. Nini afanye? Je, yeah, aendelee kuvaa? Lahasha. Ni dhahiri kwamba anapaswa ajisafishe kwanza, ndipo avae, ili aonekane nadhifu. Vivyo hivyo, katika maisha ya kiroho, baada ya kung'amua kwamba nina desturi ya kukomnika katika mazingira yasiyo na mastahili, nachopaswa kufanya ni kujisafisha, ni kujisafisha kuungama, ili niwe safi. Nikisha kuwa safi nikomnike katika mastahili, ili chakula hiki kiniletee furaha, neema na baraka. Nisiwe ninakula mkate, bali niwe ninapokea mwili wa Kristo. Lakini wapo wale wengine ambao wanasema, bwana, mimi Mungu ananijua ni mdhambi, nina mauchafu mengi, kwa hiyo hata nikienda kukomunika au kuungama haina maana, mimi tu nitakomunika kiroho. Mpendwa, wakati ni sasa, jipatanishe na Mungu wako sasa, Okoa roho yako sasa. Nitakupa mfano basi, hata chakula cha mezani, wewe ingia mezani kiangalie kwa macho, na hapo utakuwa umeshiba. Tuone, je, utaishi katika hali hiyo kwa muda gani kama haujafariki? Hali kadhalika katika maisha ya kiroho ambayo tunayachukulia kawaida, ni kwa sababu tu Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Tumjongee, tujipatanishe, tusahishe yale ambayo ni kikwazo kwake na ni machukizo kwake ili tuweze kumpokea Kristo namna anavyostahili na kiukweli, tukiamua kupiga hatua katika namna ya kumpokea Kristo, yale maisha yetu ya mazoea yasiyo na maana tutayaacha na tutapata hamu ya kwenda kukomunika, kwa sababu mara nyingine mtu hata haoni hamu ya kwenda kanisani kwa sababu tayari dhamiri ina magonjwa, dhamiri si safi, kwa hata akienda kanisani anaona tu naenda tu ili nionekane na mimi nimeenda, nisije nikaulizwa mbona hujaenda kanisani. Lakini dhamiri zetu zikiwa safi kweli, tutapata hamu ya kwenda kanisani na hamu ya kwenda kukomunika, na baada ya kukomunika kweli tutajiona kuna kitu tunakipata. Imesha kukutokea wewe ukawa una hamu ya kukomunika? Tunapaswa tupate hamu ya kukomunika mwili wa Kristo katika sura hii ya sita aya hamsini na nne. Yesu anatumia neno dhahiri lililotumika katika tafsiri ya Kigiriki, neno lile trogein ambalo maana yake ni kula, kwamba mwili wa Kristo tunaula dhahiri. Haishii tu katika kutazama, tunaula, tunaweka kinywani, tunatafuna na meno na kumeza. Ndivyo ambavyo mwili wa Kristo anataka tuupokee. Hivyo kwa wale ambao anasema mimi nitakomunika tu kiroho na hiyo itatosha, si vizuri. Ondoa makandokando, jisafishe, komunika ukiwa na mastahili mazuri. Tujipe moyo, ndugu. Mungu wetu anatupenda na anatufahamu. Anachohitaji ni sisi kuamua kuungana naye kikweli kweli. Tuhitimishe tafakari yetu kwa sehemu moja ya wimbo mmoja tulikuwa tunaimba zamani wakati wa komunyo. Ni na ni hawa watembea kwa furaha. Beti moja anasema hivi ya kupasa ujiulize, ndugu, una kikwazo so gani kinachokufanya uiogope meza ya Bwana? Tafakari, chukua hatua, wakati ni sasa na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Festus Maiga, frateri wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!